ninyi mtatathminiwa kwa kazi. a maneno yetu tuachie wenyewe, ninyi fanyeni kazi yetu. na e, nimeona hapa pia kwamba kwenye sisi, kama hesabu zangu ziko sawa, lakini e, kwa nchi nzima natarajia ya kuandikisha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 kwa eh, maana ya kwamba kwenye hii kazi ya awamu ya pili kwa nchi nzima eh, na sisi Morogoro tuna majukumu makubwa ya kufanya na ten percent ya waandikishaji wanaotarajia wana, kuandikisha kuakula wapya kwenye awamu hii ya pili, na tuna eh, zaidi ya almost 6%, 5% plus ya wanaotarajia kuboresha taarifa zao, kwa hiyo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 uandikishaji wa daftari linakwenda kwa mafanikio makubwa sana, sana kabisa sana. Tutambua pia umuhimu wa kwamba, eh, wadao, wa kwamba zoezi hili lipate wadau washiriki na watu wengi kiasi, kiasi cha itakavyowezekana, eh, na mimi naomba eh, kwa niaba ya serikali ya mkoa, ni, ni kuwahakikishie kamishna Balozi Mapuri, eh, mzee wangu